Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sana, siku ya leo tunaenda kujifunza aina za ndoto na maana zake. Kabla ya yote, ninaomba tuende mbele za Mungu Baba yetu na Mungu wetu. Mungu utaala mbingu na dunia uketia nzini mali palipoinuka patakatifu kwa patakatifu Tuna kila sababu ya kukushukuru tukisema asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya ndoto na mafunzo uliyoamua tuweze kuyasikia. Tunakuomba na kukusihi, fungua masikio yetu ya ndani na ufungue na fahamu zetu Bwana, tupate kuelewa na Maandiko na tukapate kuweza kuyaishi kwa utukufu wa jina lako amen. Siku ya leo tutaanza kujifunza kwa habari ya ndoto ya kuendesha gari. Kwenye ulimwengu wa roho gari lina maana nyingi, kama tunavyoelewa kwamba Mungu amekuwa akisema na sisi kwa habari ya vitu kwa kutumia mifano mifano. Yani, anaweza akatumia kitu hamaanishi ni chenyewe, anamaanisha ni mbadala. Yani, anaweza tuseme mfano akatumia nyumba, labda akasema labda ukalala ukaota nyumba imeanguka inamaanisha kwamba ni mtu fulani yaani Mungu anakuwa anatumia nyumba, unaweza ukauta nyumba ukauta mti, vile vitu vimesimama kwa niaba ya jambo fulani. Na Mungu anaweza akasema na wewe kwa direct akakwambia fulani, fulani, kwa akakwambia fulani fulani hivyo. Kwa hiyo unaweza ukauta unaendesha gari au unaendeshwa, ni aina ya maisha ambayo mtu ameamua kuyaishi au amepangiwa kuyaishi. Ukisoma Nyakati wa kwanza, wa kwanza 29 mstari wa kumi na tano utapata kuelewa zaidi. Usiache kusoma neno hili. Ukiota kwenye gari, maana yake unasafiri, ina maana maisha yako yanakwenda na kufikia kule ulikokusudiwa. Kama safari yako haina misukosuko, umeota umesafiri, labda kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ukafika salama, ni kwamba safari yako ya maisha ama malengo yako ama matamanio yako yatafika pasipo vikwazo. Lakini ikiwa umelala ukaota huko kwenye basi au huko kwenye usafiri, mara gari limeharibika, mara kelele, mara yani hamna utulivu, ujua katika safari yako ya maisha au kile unachokiendea au yale malengo yaliyoko mbele yako unayoyafanyia kazi, yako katika hatari yako, katika kuto kufika kwa usalama. Kwa hiyo unachopaswa, unapaswa uingie kwenye maombi, utubu pale ulipokosa, pale ulipofungua mlango adui akapata nafasi. Unapaswa umuombe Mungu ayaondoe hayo mapito magumu, ayaondoe hiyo misukosuko, ili uweze kufika kule aliko kukusudia. Kwa hiyo tunapaswa kwenda mbele za Mungu, hata kama ni njema, hata kama umeota kwamba umesafiri ukafika salama. Ni ndoto nzuri na ili uweze kuya, ku, kufikia pale unapopaswa kufika inabidi ndoto yako itolee sadaka. Hata kama sana sana unapaswa uitolee sadaka uishikilie kwa sadaka na uiyatamie kwa damu ya Yesu ili kusudi uweze adui asipate nafasi na uweze kufika kule inavyopasa. Ukiota so, unaendeshwa unaendeshwa, labda huko kwenye usafiri, alafu ukiangalia mbele, dereva anayekuongoza labda ni mtu alikufa, ndo ndoto hiyo. Na maana mbaya hiyo ni kuishi kwa muda mfupi, au maisha yako wewe, mambo yako wewe yanaamuliwa na mizimu, yanaamuliwa na miungu kwao. Unapaswa kujitenga na roho hizo ili uweze kuishi maisha ambayo Mungu amekusudia. Ukatae roho ya mauti, ukatae kuota wafu. Hivyo unaweza kuhamishwa kwenye ndoa yako, unaweza kuhamishwa kwenye biashara yako. Ndio maana lazima urudi mbele za Mungu na uombe rehema. Kwa hiyo yaani, unapoota habari za watu waliokufa mara nyingi unakuta ni roho ya mauti au ni roho chafu kutoka kwa adui Shetani. Kwa unapaswa unapoota, habari labda maisha yako yanaongozwa na fulani, na ukimtazama huyu mtu anayekuongoza alishawaifariki muda mrefu, au alifariki siku za karibuni, unapaswa ujitenge naye, unapaswa ujitenge na wafu. Unapaswa kumsiro mtakatifu akuongoze, yeye akushauri na akuwezeshe kufika kule Mungu alikokusudia. hiyo ni siku ya leo. Tutaishia hapo, tumejifunza kwa habari ya kuendesha gari. Rafiki yangu, kijana mwenzangu, baba, mama, kaka, dada unayenisikiliza, kwa habari ya maisha haya, kwa habari ya maisha ya ndoto, usikate tamaa. Tunapaswa kumwishia Mungu kwa sababu maisha yetu bila Mungu hayaendi Yani, usiwahi kuhadaiwa wala usiwahi kushawishiwa kwamba ukaambiwa tafuta msaada kwa miungu. Miungu yenyewe inajua kwamba yupo Mungu mmoja. Tunapaswa kumwabudu Mungu aliye hai, tunapaswa kumtumikia yeye peke yake. Hivyo imetupasa kutafuta uso wa Mungu kila itwapo sasa. Imetupasa kulisoma neno la Mungu, imetupasa kuyaishi ya rohoni kwa maana hatutaweza kutimiza tamaa za mwili. Neno la Mungu linadumu milele, na neno la Mungu lazima litimie. Tamaa za ulimwengu zinapita na ni za kitambo tu. Hivyo tunapaswa kumtumikia Mungu ili tuweze kula mema ya nchi na ili tuweze kuurithi ufalme wake baadaye, baada ya maisha hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amin.